Andi na timu yake ni wapiganaji wa karne nyingi zilizopita wenye uwezo wa ajabu wa kupona majeraha yao bila maelezo ya kisayansi. Wanatumia uzoefu wao mkubwa a kufanya kazi kama askari wa kukodiwa, wakichukua misheni za kuwasaidia watu. Wakivunja sheria yao ya kutowahi kufanya kazi mara mbili na mwajiri mmoja, wanakubali kazi kutoka kwa afisa wa zamani wa CIA James Copley Chiwetel Ejiofor, ya kuwaokoa wasichana waliotekwa huko Sudan Kusini. Copley anawashawishi Andi na Buka kwamba wasichana hao watasafirishwa haraka na watekaji, na wakisafirishwa hawatapatikana tena kamwe. Wakati wa misheni hiyo ambayo inageuka kuwa mtego kwa sababu hakukuwa na mateka wowote wanavamiwa na kuuawa. Baada ya kupona haraka na kuwaua waliowashambulia wanagundua kwamba Kupli aliwasaliti na alipiga video ya jinsi walivyopona. Andi sasa anaanza kuhofu kwamba CIA tayari inajua kuhusu uwezo wao huo wa kupona, anaamua kumuua Kupli. Wakati huo huo, kule Afghanistan, mwanajeshi wa Marekani Neil Freeman anakatwa koo wakati wa operesheni ya kumkamata adui ndani ya nyumba, lakini anapona bila hata kovu lolote. Baadaye anaota ndoto ya ajabu ambayo inashirikiwa na wale wengine wasio na kifo ambao hupata ndoto za kila mtu mpya mwenye uwezo huo hadi wamkute. Andy anashangaa kwa sababu huu ndio ugunduzi wa kwanza wa mtu mpya asiyeweza kufa katika kipindi cha zaidi ya miaka mia mbili. Andi anaamua kumchukua Nile wakati timu yake inaelekea mafichoni nchini Ufaransa ili kumfuatilia Kupli. Andi anamfuata Nile ambaye bado yupo njia panda na anamtoa Afghanistan kabla ya jeshi kumpeleka kwa ajili ya vipimo zaidi. Kupli anamwonyesha Stephen Melling biashara wa kampuni ya dawa, video ya mtego huo. Merrick anatuma kikosi chake cha wanajeshi wanaoongozwa na Kiani kuwakamata wote. Daktari Meta Kozak ni mkuu wa utafiti wa Merrick na anataka kupata sampuli ya DNA ili kuchunguza jinsi hawa watu wa ajabu wanavyofanya kazi. Andy anampeleka Nile kwenye maficho nchini Ufaransa baada ya Nile kujaribu kutoroka mara kadhaa, lakini hatimaye anakubali kwamba Andy hana nia mbaya naye, ambapo anakutana na wanachama wengine wa timu hiyo. Kundi hilo linaeleza baadhi ya maisha yao ya zamani na kufichua kuwa hawana maisha ya milele kweli. Uwezo wao wa kupona unaweza kuisha ghafla bila onyo, kama ilivyomtokea mmoja wao wa zamani, Lykon pia anasimuliwa kuhusu mwanamke asiyeweza kufa anayeitwa Queening aliyekuwa miongoni mwa watu wa kwanza kupigana na Endi ambaye alikamatwa akashtakiwa kwa uchawi na kupotea baada ya kutupwa baharini akiwa ndani ya kifaa cha chuma cha mateso ambao likanimahadeli na amekuwa akizama na kufa kila siku kwa zaidi ya miaka mia tano kundi lilimtafuta sana, lakini hawakuweza kumwona tena. Kundi linashambuliwa tena na watu wa Amerika. Jo na Niki wanakamatwa na kupelekwa kwa Merik na Kopli kwa ndege binafsi. Wakati Buka, ambaye anaonekana kama amekufa, anaachwa nyuma. Buka anapona. Endi anawaua wavamizi wote, lakini anajeruhiwa na anagundua kwamba haponi tena. Buka anamtafuta Kopli na Endi anaandaa shambulizi. Wakati huo huo, Nail anajitenga na kundi ili kurejea kwa familia yake. Anasema hajapewa nafasi ya kuchagua kuwa mmoja wao na hauwezi kujitambulisha nao. Pia anataka kutumia muda na familia yake kabla hawajafariki. Endi na Buka wanakutana na Kopli, lakini Buka anamsaliti Endi na kumpiga risasi akisema kwamba Merrick anaweza kupata njia ya kumaliza hali hiyo ya kutokufa, kitu ambacho wamechoka nacho. Lakini wanapokamatwa, Buka anagundua kwamba Endi hawezi tena kupona. Kopli anabadilisha nia baada ya kuona kwamba Merrick yuko tayari kuwatesa wale watu milele kwa ajili ya uchunguzi. Zaidi ya hayo Merrick anataka kuwa na haki ya kipekee ya DNA ya wasiokufa, na hivyo hatawaachilia kamwe. Nile aliyegundua kuwa Buka aliwasaliti alipochunguza bastola yake, ilikuwa haina risasi na alijua silaha hizo zililetwa na Buka, alichelewa kufika, lakini anamsadikisha Copley amsaidie kwenye operesheni ya kuwaokoa wale wengine wasiokufa. Copley anakiri kwamba aliwasaliti kwa sababu ya huzuni baada ya mke wake kufariki kwa saratani. Alifikiri anaiokoa dunia kwa kusaidia kupatikana kwa tiba ya mateso. Naila anavamia ofisi ya Merrick huko London na baada ya kuwaokoa wale wengine wasiokufa, wote wanapambana kutoka ndani ya jengo wakilindwa na kundi lote ambao wanahakikisha risasi yoyote haimpati Endi. Huku Naila akimwokoa Endi kwa kumvamia Merrick na kuruka naye kupitia dirisha na kumuua. Kama adabu ya usaliti, kundi linamhukumu Buka kuishi peke yake kwa miaka mia moja akizuiwa kuwasiliana na yoyote kati yao. Kundi linasalia na Copley ambaye anaeleza jinsi utafiti wake ulivyofichua kuwa misheni zao za zamani zilikuwa na athari kubwa zaidi kuliko walivyodhani. Watoto wa watu waliowaokoa waliishia kuwa watu muhimu waliobadilisha dunia kwa njia nzuri. Kwa imani mpya juu ya kazi yao, kundi linampa Copley jukumu la kutunza siri yao na kuwasaka misheni ya maana ambayo wanaweza kufanya mabadiliko. Miezi sita baadaye huko Paris, Buka akiwa mwenye huzuni na mulevi, anashangaa sana kumkuta Queenie akiwa ndani ya nyumba yake.